Sikukuu ya Leba Dei ya mwaka huu imekuwa ya tamu chungu kwa wafanyikazi wengi wanaolalamikia mishahara ya chini na kupanda kwa gharama ya maisha. Kwa wengine, hali hii imewalazimu kutafuta vibarua vya ziada kukidhi mapungufu ya mishahara. Na kama anavyotuarifu Serfine Achieng Ouma, wito wao ni kwa serikali kupunguza mzigo wa ushuru na gharama ya juu ya maisha wa home ana umri wa miaka hamsini na ni mfanyi kazi katika shamba la majani chai katika eneo la Mathira, kaunti ya Nyeri. E, e, e, e, e, e. Licha ya kuwa amefanya kazi kwa zaidi ya miaka ishirini mshahara, anasema ni duni. Hiyo mia tatu hainitoshi, sababu hata ukiangalia kwa uga uga mmoja ni 150, na niko na watoto watatu. Hao watoto wanakula wanakunywa chai lakini kigawa, nikigawa hiyo mia tatu hainitoshi. Taifa linaposherekea siku ya wafanyikazi, Esther ana matumaini kwamba mambo yatabadilika hasa tukizingatia hali ya uchumi. Ningetaka hiyo uh, kampuni ya KTDA na serikali washirikiane ndio tuongezwo kitu, sababu wa KTDA ikiongeza mkulima kitu, hata sisi wafanyikazi wafanyi vibarua tutasaidika mm. Kijijini Nyakenyitita, kaunti ndogo ya Nyamira kaskazini, tunampata Wikliff Anyona akiwa kwenye vibarua vya kila siku anavyovitegemea kugharamia mahitaji yake. Wikliff anasema hana lolote la kusherekea. Mimi nimekuwa nime kwa shughuli zangu za kila siku sa kujitafutia, sababu hata nikiaja hii siku moja familia inanihitaji pia kuna vitu zingine zinahitaji, so hivyo sasa ningeaja kazi yangu nifanye nianze kushelekea Labor Day, kuna shughuli zenye zingesimama. Kutokana na hali ngumu ya maisha, kijana huyu mwenye familia changa amelazimika kutafuta njia mbadala, ikiwemo upanzi wa mboga na ufugaji wa kuku ili kujikimu. Mimi kwa mwezi huo anatengeneza chini ya elfu kumi. Hizo pesa asiezi fikia mahitaji yangu sababu mahitaji yangu nikipiga hesabu inafikia kama elfu ishirini hivi. Esther na Wycliffe ni kati ya maelfu ya wakenya wanaolalamikia malipo duni licha ya kutia bidii ya mchwa kazini na katika biashara, wito wao ukiwa kwa serikali kupunguza mzigo wa ushuru na kuangazia hali ya uchumi. Serfine Achieng Ouma, runinga ya Citizen.